Kuna wale ambao wamefungua kesi dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ile Saidi, Saidi Isa Muhamed na, na wenzake wawili, mawakili wao leo wamezungumza waki, wakipinga ile kauli ambayo tuliitoa kama chama nikiwa nimesainiwa na mimi kama, kama mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo nikisema kwamba lile zuio la mahakama hii katika kesi ya Saidi Muhamed Isa na, na wenzake wawili dhidi ya bodi ya, ya wadhamini wa cha chama cha demokrasia na maendeleo eh, na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo civil cause namba 8323 ya mwaka 2025, kwamba ile amri ilifikia ukomo wake tarehe 10 mwezi wa 12 20, mwaka 2025. Wao wanasema madhari jaji aliandika kwamba itadumu mpaka kesi itakapoamliwa, basi ile ile amri ipo. Napenda kusema wazi kwamba sheria iko wazi Sheria hii wazi kwamba amri yoyote ile ya zuio uwai wake ni miezi sita. Ndio sheria inavyosema, ni amri ya tatu eh, eh, sorry, kanuni ya tatu ya amri ya 37 ya, ya sheria za mwenendo wa, ma, wa, wa, wa kesi za jinai za, za, za madai inasema amri ya zuio uwai wake jaji anaweza kutoa muda wote ule lakini hawezi kuzidi nini miezi sita. Na kama miezi sita imekwisha, unakwenda mahakamani, unamwambia jaji, miezi sita ifanya nini, imekwisha. Wao leo kugeuza gia angani na kusema kwamba kesi hiyo, ile amri inadumu mpaka kesi itakapokwisha. Mi nasema hivi, jaji wakati anatoa amri hiyo alitegemea pengine kesi itakwisha ndani ya miezi mingapi? sita wenda itachukua huo muda muda mre, muda mrefu hiyo. Kwa hiyo so alisema kama mpaka kesi takapakwisha. Wenda itegemea itakwisha ndani miezi miezi sita. Sasa madha ni miezi sita imepita. Wao walikuwa na jukumu la kisheria. Na, na, na, na ndivyo uamuzi wa African Trophy Hunting kesi hunt African Trophy Hunting ya mahakama ya rufaa ambayo ni mahakama iliko juu ya mahakama hii ambayo inasema amri ikishafita e, eh, haiwezi kavuka miezi sita na kama miezi sita ikisha ile amri inalapse in ina Ndiyo ndio maana ya collapse kwa mimi, inakuwa nini? Inakuwa inaanza kuwa dormant. Kwa hiyo sasa tunataka kubishania masuala ya kisheria ke kisheria. Vijana eh, ni ni mwakili vijana, na ukiwa ni mwakili kidogo ambaye ni mzee katika fani hii, miaka 30 si haba e, ya, ya uwakili. Nasema wala sisi siweki siwe maneno, kwa sababu ni maamuzi ya mahakama ya rufaa ambao sisi wote kama wanasheria, awe jaji Mwanga au awe na wale vijana wote, wanatakiwa nini? Kuyaheshimu. Mahakama ya rufaa ilisema ni kwamba amri ya zuio haizidi miezi mingapi? Sita. Sasa wewe hiyo kwamba inadumu kudumu hiyo mnaitoa wapi? na jaji sema kama ukiniambia kama jaji Mwanga ali mamlaka kutoa zaidi ya miezi sita, hiyo amri mamlaka anayatoa wapi? Hana. Lakini yeye sisi atasema jaji Mwanga alikosea. Jaji Mwanga alitegemea pengine afanye zote malizika nini ndani ya miezi hiyo, kwamba uende kesi tete inaweza kwa siku mbili, miezi mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu. Kwa hiyo mpaka kesi takapukusha hiyo amri haina shida, madhari imevuka miezi sita, maana yake ile kutokana na kesi ya African Trophy hunting eh, ni kwamba ile amri ilifanya nini? Ilikuisha, wao walikuwa na jukumu la kwenda mahakamani na kuomba kuiwisha au kuiongezea muda au kufanya hivyo. Eh, hata hata mambo ya kanisa zinasema ombeni mtapewa, si ndio? Nyinyi hamjaomba, si ndio? Sasa tusianze kuanza kubishana na kutiana, kusema tunataka vyombo vya dola vielewe vina jukumu la kuheshimu sheria na sheria iko wazi kabisa. Kuna maamuzi ya mahakama ya rufaa, kuna sheria yenyewe inasema, CPC inasema, si wazi kabisa kwamba amri ya zuio haina uhai zaidi ya miezi mingapi? Sita. Sasa hiyo tunaanza kubishana hapa, kuanza kutaka kutishiana, hatuwezi tukatishika, ndugu zangu.